Ganga mm. Ah. Sema shida yako kijana. Niko na shida mganga. Sema shida yako kijana. Sema shida yako kijana shida yangu mganga, mm. niko na shida yangu, niko na shida kubwa sana mganga, mm. lakini nimeona heri nikuje kwako. mm. mm. Kijana, hapa umefika, sema shida yako. sawa sawa mganga, mm. sema kijana. Sh mm. shida yangu mganga, mm. nimezunguka hospitali nzima kabisa hospitali nyingi sana mganga, mm. lakini shida yangu mganga, mm. kila nikiingia kwenye hospitali hakuna kondomu mganga, nami haja yangu ilikuwa kondomu. Sasa nimeona heri nije upande wa pili nipate kondomu mganga. Ndio mganga. Kijana, mm. mganga? Unataka mm. kondomu? Ndio mganga, mm. Mm. hapo umefika mm.

lisimu imesema iko tayari kukusaidia ila kwa sharti moja, utakachopata huko umshirikishe mganga. Kijana geuka, kijana mbavu! Tangu lini kwa mganga kukawa na kondo? Sasa basi umejitakia msiba mwenyewe ambao hauna kilio. Sasa hivi basi utamtafuta wakumlaumu vijana. Ah! msamba mpumbavu. Mganga, sasa mimi nimekuja kutafuta msaada kwako. Msaada gani unapatikana ganga kondomu? na alafu unanipiga makofi na bado ngumi? natamani sana kukupiga makofi pia mimi nami, i nikuonyeshe kuwa mimi jaribu, nikuonyeshe moto Mganga, mganga, ijaribu kupiga mganga unaona ile jibizo na kudunga dunga. Hebu wewe, kijana mpumbavu anajizaa mpaka viatu sambatu.